Kuna kipindi ulikuwa na ndoto za kuwa kiongozi, mwaka huu, mwaka wa uchaguzi, unatupa karata kule na gulo bahi, ulikuwa unapataja sana. Mimi napenda kuwatumikia watu, napenda kuwatumikia watu sana. Yaani hiyo hicho ndio kitu kikubwa kwenye moyo wangu. Napenda kuwatumikia watu popote. Chama cha Mapinduzi ndio chama changu, na na kadi alali ya chama ya kielektroniki kabisa, hapa nilikuwa nimempigia katibu wangu wa waswaswa pale. mm -hmm. na kakadi yako imekuja vizuri kabisa. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan mm -hmm. Ndo ambaye tunasimama naye, tutakapofika kipindi hicho tunasema, tutavuka daraja tutakapolifikia, lakini kwa currently mm -hmm, mimi nasapoti na mbunge ambaye yupo lakini pia na, na support kazi za mama za nchi nzima. mm -hmm. na ndio maana hata nipo kanda ya ziwa huku pia mm -hmm. hufanya hiyo, kanda ya ziwa ni kanda ya mama. hauna nia ya kugombea kwenu nafasi yoyote kwenye chama. Unajua kutaka kugombea huwa yani kuna mambo kadha wa kadha. Kwanza hauna nia, yani kwa nania inategemea na uzima, utakuwepo. Kwa hiyo kwanza Mungu, lakini la pili pia kwa mtratibu kwa, wa chama chetu inabidi uandike barua. Umeshaanza hizo process ikija kama kesi. Lakini sasa hivi sisi mimi napenda na sana watu napenda mm -hmm. sana Dodoma, mwana mm -hmm. Dodoma ipo moyoni mwangu. Nampenda sana Mavunde na Mheshimiwa Mavunde is our Mavunde, Mheshimiwa Mavunde is, is our role model. Yani yule jamaa is our role model, mm-hmm. Yaani ya kwamba anaweza uh, akawa waziri na anafanya kazi nzuri, anafanya kazi njema. Juzi mimi nimeshangaa sana tulipokuja kuambiwa kwamba kata zilikuwa 44, unajua ni kama majimbo mawili alikuwa anaongoza yote. Maana nilipost pale kumpongeza kwamba alikuwa anafanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo sasa hivi ataambiwa kwamba watakata, na pengine yeye anaweza akachukua upande mmoja, huo mwingine unaobaki ndio mna nyinyi, sasa mnaanza kupambana nao. Sasa huo mwingine chama cha Mapinduzi kitaamua kina watu, kina watu ndio kina MC Pilipili hapo. Sasa hilo umesema wewe.